Na, mtazamaji wa Trend TV huyu hapa ni Miss Energy mwanadada ambaye ni popular huko katika mitandao ya kijamii kama vile TikTok amekuja kulizungumzia tena hili jambo kwa mara nyingine kuhusiana na kile ambacho kimemkuta bidada ambaye anafahamika kwa jina la Mage ambaye amefanyiwa unyama na wadada wenzie wanafunzi wenzie wa chuo ambao wanafahamika, mmoja anafahamika kwa jina la Mary, ambapo sababu ya haya yote kutokea ni kwamba walikuwa wanamgombania Mwijaku kwa namna moja. Huyu Mrs Energy amekuja kuelezea mtazamo wake kwamba imekuwaje kwanza hawa wadada ambao wamefikia hatua ya ku, ya kufanyiana unyama kudhalilishana na kuposti video hizo mtandaoni e, alafu mtu mwenyewe anayemgombea ni mume wa mtu, yaani imekuwaje kuwaje, walikuwa wanafikiria nini mpaka mambo yakafikia huko? Ni bora hata wangeyamaliza kwa kuzungumza tu, na sio kumfanyia vile mwenzao na kumrekord. Unapata wapi nguvu za kumdhalilisha mwanamke mwenzako? Unapata wapi za kumfanya ajione kuwa hivi. Mnajua kama mnaharibu saiko yake? Hivi mnajua kama mnaharibu fyucha yake? Kabla ya kumfanyia mtu kitu, kwa nini hukufikiria ungefanyiwa wewe hiyo ishu, ingekuwaje? Vipi kama mngekaa na kuongea mkamaliza? Nyinyi mlio pembeni, mnao rekodi, mmetoa wapi nguvu za kurekodi Mama nakusema kwamba wacha tumchombe wote, wacha tumdhalilishe wote, na nyinyi wanawake mliokaa hapo. Alafu cha ajabu na cha upumbavu zaidi, mnayemng'ang'ania ni mwanaume wa mtu. Mnajiona mko sawa? Mnahitaji msaada, mnahitaji msaada. Naam, so hicho ndicho alichokihoji au alichokizungumza hapo Mrs Energy kuhusiana na hii issue ambayo imetokea kwa hawa wadada walichokifanya. Msaada, tena msaada kabisa, ule msaada mzito mkubwa. Anadai kwamba hawa wadada wanahitaji msaada. Mabinti wengi, Ya, yeah, so ukiwa kama mdau hebu weka maoni yako na wewe katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi, yes.